Na, mtazamaji wa Trend TV, ukiwa kama mdau nadhani utakuwa unafahamu kwamba huyu Ned Music ni msanii ambaye kidogo amepotea kwa namna moja au nyingine, hatujaona akiwa anafanya zile movement ambazo alikuwa anazifanya hapo awali, lakini tunafahamu kwamba huyu ni kwa moja kati ya wasanii wachache ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi kutokea visiwani Zanzibar. Tunafahamu kwa hapo zamani walikuwa kina Belly Black, uh, walikuwa kina AT na wengine walikuwa wanafanya vizuri sana huku Tanzania bara kutoka Zanzibar. Lakini sasa hivi tunaweza kusema labda ni Zuchu, lakini pia kuna moment ambayo huyu Ned Music alikuwa anafanya vizuri sana, lakini ndio hivyo akapotea. Hatujajua nini kili happen, lakini sasa sasa hivi hapa amekuwa ni topic ya mitandaoni. Ameingia tena mitandaoni ame make headline kutokana na vitu ambavyo amevizungumza Ned Music bwana, amemkataa Zuchu live bila uoga. Unaambia kwamba msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania Ned Music amewashangaza wadau wengi wa muziki baada ya kukataa kufanya collab na Zuchu kutokea Wasafi. Kitendo hicho kimeibua maswali mengi kwa mashabiki wa mziki wa Bongo Flavor, na wengi wakiamini huenda kukawa na tofauti kati ya Nedy Music na Zuchu, japo Nedy Music hajaliweka wazi swala hilo Kupitia mahojiano aliyoyafanya Nedy Music na vyombo vya habari kutokea nchini Tanzania, Nedy Music aliulizwa kwamba yuko tayari kufanya kazi na dada yake Zuchu kutokana na kwamba wote wanatokea Zanzibar. Nedy akajibu kwamba hayupo tayari kwa kuwa hakuna umuhimu wa kolabo maana, maana mnaweza, kum, maana, mnaweza mkafanya kolabo na zikawa za kawaida Nedy alisikika akisema kwamba mimi sijawahi kumapproach, na sababu sio kwamba sioni kitu, ila mimi naamini kwamba kwenye chemistry ya wimbo eh, tunayoitengeneza, kuna kolabo nyingi, kuna kolabo nyingi za watu zimewahi kutoka, alafu ukiangalia, ukiangalia eh, unasema kwamba mbona kama vile, eh, ingekuwa wimbo tu wa mtu mwenyewe na bila kolabo, unajua kabisa sometimes eh, hatutaki kusema ukweli ila ukweli ni, ni mchungu, lakini tuzungumze tu, tu tuzungumze tu tuishi. Siwezi kuforsi kolabo ambayo chemistry haziendani, lakini kama mnaona kama na uona wimbo anaoweza kukaa I can do that. Ameandika hivyo, amezungumza hivyo, Ned music. Lakini kwa kifupi ni kwamba Ned ameona kwamba hakuna sababu ya yeye kufanya kolabo na Zuchu na wala hana huo mpango, lakini iwapo kama ikitokea akaona kwamba kuna sehemu ambayo Zuchu anaweza akatia Ned akatia verse, basi huenda aka akalifanyia kazi hilo swala lika happen. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.